Mungu hajatoa ahadi feki. Ametoa ahadi ya kweli. Ameweka matumaini mengi. Ametuonyesha atafanya vitu vingi kwetu, kaidi kuturejeshea yaliyopotea na kuliwa na madumadu ameahidi kutupa afya njema. Mungu ameahidi kutubariki. Mungu ameahidi kutupa familia, ameahidi kutujengea nyumba, kubariki mifugo yetu na mashamba yetu. Mungu ameweka ahadi nyingi za ulinzi, kwamba atatulinda, atatupigania lakini iko ahadi moja kubwa kuliko ahadi zote, amesema katika mambo yote mnahitaji Roho yangu, kwamba yeyote atakayempokea Roho wangu atakuwa na uwezo wa kiungu, na yeyote mwenye uwezo wa kiungu automatically, hakuna pepo, hakuna jini, hakuna mchawi, hakuna kuzimu inaweza kusimama na mtu ambaye ana roho wa Mungu. Hiyo ndio ahadi pekee kubwa kuliko ahadi zote. Jamii ya wanadamu, jamii ya Wakristo wengi hawaitafuti ahadi hii, wanatafuta ahadi za kimwili, wanatafuta uponyaji, wanatafuta kuwa na amani, wanatafuta kuwa na furaha Watu walio wengi wanatafuta wapate kazi, wapate ajira, wanatafuta wapate wachumba makanisani, wanatamani Mungu awapiganie na adui zao. Yote haya Mungu ameyaahidi, lakini haya sio makubwa sana kuliko ahadi ile ya kusema nitawaletea roho yangu na mkishampokea huyo roho yangu mtakuwa na nguvu. Ukishakuwa na nguvu ya kiungu, una uwezo wa kuumba dunia yako. Kama unataka dunia yako iwe na mamiradi, basi mamiradi yatakuwepo, kwa sababu hata Mungu alipokuwa anaumba mbingu na nchi alikuwa akitumia roho aliyonayo anataka kile kitendea kazi alichokuwa nacho kule mbinguni alichofanya mambo yote akukabidhi wewe, anikabidhi mimi, ili mimi kuwepo kwangu hapa duniani niishi kama Mungu, nifanye mambo kama Mungu kwa weledi ule ule. Sema amen. Biblia inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa kumi mstari wa 34 hadi 32, Petro akafumbua kinywa chake, akasema hakika natambua ya kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye Bwana na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Ahadi hii ya kumpokea roho wa mbinguni, Mungu haja specify kwamba kuna kundi litakalofaidika na kuna kundi halitapata. Makundi yote Mungu ameahidi, kama atapatikana mcha Mungu, kama atapatikana mtu anayetenda haki, popote awe, kijijini, awe mjini, awe shambani, awe dukani, awe kazini, awe kiwandani, awe ikulu, awe serikali ya kijiji yeyote, awe ni mwanasiasa, mfanya biashara, akitokea tu kumcha Mungu, akawa mtu mwenye haki, anaitenda haki Mungu anamridhia. Ninatangaza kwa jina la Yesu, kumcha Mungu kwako ambako kunaonekana kuzaa matunda, Mungu akakukubalie, Mungu akakukubali na akakuheshimu. Biblia inasema, kitabu cha Mwanzo tano ishirini na nne Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka. Biblia inasema Henoko akaenda pamoja na Mungu. Ukisoma maandiko yanazungumza vizuri kwa habari yake, Hebrania 11:5 Biblia anasema kabla ya kuhamishwa alishuhudiwa kuwa amempendeza Bwana. Kama kuna mtihani muhimu sana Mungu anampa kila mtu anaye utafuta uso wa Mungu, ni kumpima mtu, kumjaribu mtu ili kupata kujua ni kweli huyu mtu anampenda Mungu kweli kweli. Mwanadamu ameumbwa huku duniani ili aweze kumpendeza Mungu. Kumpendeza Mungu maana yake ni kufanya kile kitu Mungu anataka, kufanya kile kitu Mungu anapenda, kufanya kile kitu Mungu ameagiza, kufanya kile kitu ambacho kitamfurahisha Mungu, kufanya kile kitu ambacho Mungu atatukuzwa kupitia hayo unayoyafanya. Maisha ya mwanadamu hapa duniani yameagizwa kumpendeza Mungu. Yeyote ambaye katika kuishi kwake na kuenenda kwake anafanya vitu Mungu anapenda, Mungu lazima aende pamoja naye. Biblia na inasema Mungu hana upendeleo, mtu yeyote atakayefanya kile kitu ambacho Mungu anataka, Mungu anaenda naye. Biblia inazungumza kwamba Henoko alikuwa ni mtu wa saba kuumbwa baada ya Adam. Ukisoma kile kitabu cha Yuda moja kumi na nne utaenda kusoma hivi, itakusaidia. Henoko hajafariki kama wanadamu wengine wanavyokufa. Alitimiza miaka mia tatu sitini na tano, Biblia inasema baada ya kumzaa Methusela akaishi miaka mia mbili mia tatu na sitini na tano. Kuna mambo alikuwa akiyafanya Mungu anayapenda, kuna mambo alikuwa akienda nayo Mungu yalikuwa ya yanamfurahisha. Adamu alikufa, hatujui kaburi la Adamu liko wapi, lakini Adamu alikufa. Ila huyu mwanadamu aliyezaliwa na Adamu aliye anayeonekana ni kizazi cha saba Biblia inasema hajafa, yaani matendo yake, shughuli zake, mwenendo wake, namna alivyoishi, Mungu alifurahishwa naye kiasi kwamba Mungu akasema huyu hawezi kufa, huyu ukifika muda anamchukua naende naye mbinguni. Akawa mwanadamu wa kwanza kupaa. Biblia inasema Mungu akapendezwa naye katika mambo yote. Kama kuna somo unahitaji kuhubiriwa na likumbushwe kwako kila siku ni kumpendeza Mungu. Una kipi ambacho unafanya leo kinachomfanya Mungu avutiwe na wewe? Kuna kipi unacho, unachotenda kinachomfanya Mungu aseme huyu mwanadamu anaugusa moyo wangu? Mwanadamu amezoea kumpendeza bosi wake. Mwanadamu amezoea kumpendeza mpenzi wake, mume wake, mke wake, baba yake, mama yake. Mwanadamu amezoea kumpendeza aliye juu yake, anayempa ugali, anayempa kuishi hapa duniani. Mwanadamu amezoea kumpendeza yule mtu anayempa zawadi, lakini kuna kubwa kuliko kumpendeza Mungu. Yule unayempendeza yawezekana Mungu amemkasirikia, Mungu kamkataa. Kama Sauli atakupeti peti na kukupa zawadi zitakazokufanya uone kama dunia ni nzuri, lakini hawezi kuwa na wewe kila mahali utakapokuwa, maana yeye sio roho, yeye sio Mungu. Ila kumpendeza Mungu, kumpendeza Mungu, kumpendeza Mungu, kumpendeza Mungu. Wanadamu wengi wanatapatapa, hawajafanikiwa ili zoezi. Acha leo upate elimu na ufahamu, kitu kizuri kiumbike ndani yako. Kila mmoja ana nafasi ya kufanya vizuri mbele za Mungu. Biblia nasema, je kama ukitenda vyema hutapata kibali? Maisha ya mwanadamu hapa duniani, anahitaji kibali kutoka Mungu. Biblia nasema Kumi na saba moja Mwanzo. Mungu alipomtokea Abrahamu alimwambia uende mbele yangu ukawe mkamilifu, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mwanadamu yoyote anayempendeza Mungu amejitiisha katika ukamilifu wa kiungu. Ukamilifu maana yake ni usahihi usawa sawa uhakika ulio ndani ya mtu. Ukamilifu maana yake ni uaminifu. Anamwambia nenda mbele zangu ukawe mwaminifu. Siku zote Mungu anatafuta mtu mwaminifu duniani. kwa sababu mtu mwaminifu ni yule ambaye akisikia sauti ya Mungu anafanya kama Mungu alivyomsikilizisha. Biblia inasema Kumbukumbu la Torati ishirini na nane mstari wa kwanza anasema itakuwa utakapoisikia kwa bidii na kutunza maneno yote ni kuambiayo na kufanya sawa sawa, ndipo nitakutukuza juu na baraka hizi zote. Ina maana Mungu anachokitarajia kwa watu wanaomcha yeye ni uaminifu. Mungu anataka aone mtu mkamilifu. Mungu anataka aone mtu ambaye amenyooka hivi. Mungu anataka ajipatie mtu ambaye yaani ni mnyenyekevu kwake. Mungu anataka ajipatie mwanadamu ambaye ameamua kuacha yote kwa ajili ya jina la Bwana, ameamua kuacha kila kitu. Mungu anataka ajipatie mtu atakayezungumza naye, mtu ambaye ataweka mipango naye huku duniani. Mungu anataka ajipatie mtu ambaye atakuwa anazungumza naye kwa habari ya familia yao, kwa habari ya jamii yao kwa habari ya taifa lao. Mungu sio kwa ajili ya mitume na manabii, Mungu ni kwa ajili ya wote wenye mwili, kila mnayemcha Mungu, kila anayemcha Mungu akatenda haki. Mungu anasema, nakuja kuwekeza kwako nataka wewe uwe kituo changu hapa duniani, nataka wewe uwe hazina yangu hapa duniani, nataka wewe uwe utukufu wangu hapa duniani. Nataka nitembee duniani, lakini nitembee kupitia miguu yako. Nataka niongee na wanadamu hapa duniani, lakini nataka niongee kupitia kinywa chako. Sema amen, amen. Mungu akakutengeneze wewe kwa jina la Yesu. Mungu hataki mtu atakayemwimbia mapambio mazuri hapa duniani, Mungu hataki mtu atakayemhubiria hapa duniani anataka mtu atakaye mcha Mungu. Kama ni mwimbaji basi awe anamcha Mungu. Kama ni mhubiri basi awe anamcha Mungu. Kama ni mwana maombi basi awe anamcha Mungu. Kama ni mpiga kinanda, mpiga ngoma awe anamcha Mungu. Kama ni msoma nini, Biblia, sio anafanya nini, awe anamcha Mungu. Awe ni mwalimu wa kwaya, awe anamcha Mungu. Yani awe ana amekaa kanisani awe na mcha Mungu, hata kama anafagia awe ni mcha Mungu, sema yeye, yeah. Awe ni protoko awe mcha Mungu, awe ana, yuko kwenye kamera kama hivi awe naye ni na mcha nani? Mungu awe anaokota sadaka na kuhesabu sadaka awe ni mcha Mungu. Hebu nyoosha mkono wako wa kulia sema e, hey, Mungu hey, unisamehe nilipokukosea <coughs> unijalie neema ni niwe mcha Mungu wako, niwe furaha yako, unisaidie Mungu. Upande wowote wewe utakao kuwa unatoa huduma ndani ya kanisa, Mungu anataka uwe nini? Mcha Mungu. Awe ni mwanasiasa, awe mcha Mungu. Awe ni kiongozi, awe ni mcha Mungu. Awe ni mfanyabiashara, awe ni mcha Mungu. Dereva wa malori awe ni mcha Mungu awe anafanya kazi serikalini, analima, anafuga Mungu anataka mcha Mungu. Hawa wacha Mungu wanakwenda pamoja na Mungu, hawaendi peke yao. Wako na Mungu, wako na Mungu kila mahali wanapokwenda, wako na Mungu na mahali popote watakapokwenda, wao wenyewe wanajua Siko peke yangu, niko na Baba wa mbinguni, niko na Yesu, niko na Roho Mtakatifu, nimezungukwa na jeshi la malaika upande wote. Siko peke yangu, siko peke yangu, niko na Bwana. Akiwa chooni anajua niko na Bwana, akiwa nyumbani amelala kitandani, yuko na Bwana, akiwa nakula anapika, yuko na Bwana, popote anapokwenda anajua niko na Bwana, maana yeye anasema, nitakuwa pamoja na wewe, sintakuacha wala sintakupungukia.